Ma, Mandala uchizi vunga eh, ya yule ni mtoto wa mjomba wangu na wa mjomba wangu na, na kitu ambacho walichojisahau Yanga kwamba walivyoenda wamesahau kwamba Simba mzamini wa Simba na ile timu ya kina uchizi vunga mzamini mmoja, wanakuja kushtuka tayari kushaisha maji ya jioni, yaani wamewanyima Mbea mjini wameenda hapa Mbea wa kwa kijijini, jamani, tucheke wote, tucheke wote, tucheke. Ah, tuchekeni, leo ni siku ya kucheka. Tuchekeni. Wamewanyima mbea mjini, ameenda kwa hapa Mbea kijijini. Tuchekeni wote. Kwa kweli mimi nimefurahi na nimeenjoy. Na napata buruda. Jana hii shingo inauma jamani, hii shingo yangu kwa ajili ya kuangalia jana mpira ya Yanga, maana mpira Yanga si ya Vieta ile kidege hivi tuath Hivi hivi hivi. Hivi tu Yanga nini, muda wote. No no formation. Sasa kuna kitu mavaro, sicheke. Hivi sio jambo la kufurahi. Madereva atanielewa, madereva wa malori. Ukienda kuomba kazi katika kampuni za malori kama unaenda na leseni, yule tajiri anachukua leseni anaweka kwenye dustbin, wanakupa lori, sogeza hapo tukuone. Kwa hiyo kuna muda cheti sio kila kitu ndio nakuja hapa kujidhihirisha, sio kila kitu. Ukienda kuomba kazi kwenye kampuni ya malori, ukienda na leseni, leseni inawekwa kwenye dustbin, hawataki wanakwambia, chukua leli paki pale tukuona uzoefu wako. Ndio sisi Simba. Simba ukija na vyeti, tunachukua vyeti kwenye dustbin, tunakupa timu, tunataka pila biliani. Ndio bwana, tukamwambia babu, vyeti sisi hatutaki, tunataka tuone vitendo. Angalia balaa lake leo. Bala leo umonabaaalbaa umeliona mavalabaa pasi formula. Formula. formula pasi za umeme. Yaani kuna mda leo Simba tunacheza eti Kagoma anaanzia benchi, Simba inapiga mpira mkubwa, Simba tunacheza mbele, soa yuko benchi, mpira mkubwa, anakuja anakujai anakuja kufanya mambo makubwa Paka Simba. Hii ndio Simba ambayo mi naitaka mimi. Yale machozi koko ponalia yote machozi koko mnayaona kwenye masjima ya YouTube si wapi? Machozi yangu koko inalenga na Mungu, kapokea dua langu kapokea chozi langu leo eti unaona Simba Biliani. Kunywa soda. Popote ulipo, kunywa soda wala Simba, mimi nalipa. Kunywa soda, mimi nalipa. Yaani timu muda wote po hivi. Hivi, hivi, hivi. Soda bila jana vile. Yale bila lango leo limepaja sana. Bila masikitiko. Muda wote mpo hivi. Mimi niona. Leo nimepata habari kwamba wale mafensa Yanga walioenda huko ku, kwa ku, ku, ku, ku, ku, kuangalia mpira wa Malawi wamerudi, wamefunga vioo, wamefunga vioo wezi utaudizi, wamefunga vioo, na taarifa zilizozipata chini chini, Yanga wanakodi mashabiki. Leo mmeangalia Simba imecheza kule, mliona kuna done ilipita, watu kuchangia, mashabiki kwenda kushangilia Simba? Mliona jibu? Mliona mashabiki wamesafirishwa? Sio hajafuatilia mashabiki. Mliona wamekodiwa gari, wamepelekwa au ndege? Mmewaona jibu, bana mavala bana? Sisi hatujaona yaani, kote kote kote kote, oi mavala, tumeona yeah. Sisi engineer anatoa kosta Jangwani tumeona amepewa kosa, wapande bure waende na wamekodi mashabiki eh. basi zima mashabiki wa yanga wawili tu, kaivo na godi yanga waliobakiwa eh. kina mchome tu wamekodiwa wote eh. wamekodiwa eh. nisikilize bwana, ngoja nisikilize, katika lile basi mashabiki wa yanga ni wawili tu eh. kivo na mza godi yanga waliobakiwa kina mchome wote wamekodiwa, sio mashabiki wa so yanga wote wamekodiwa, wote wamekodiwa. Nani kalipa? Nani kalipa? Nani muongo? mna mtaleo lipa, ka lipa? Ka lipa? Ka lipa? lipa. Wamebebwa kama maiti, wamebebwa kama maiti, hawajalipa wamechukuliwa, amezolewa zolewa kwenye gani kashangilie. Lakini leo hii simba inaenda bila mashabiki, tunakuta mashabiki kule wamejaa, babu, hujaona mashabiki kule leo? Hey, Simba hujaona mashabiki, umeona wametoka hapo. wametoka hapo wale mashabiki wapi ndio Simba. Yani Simba kila nchi tuna mashabiki. Na mimi dua langu jamani, naomba ili dua mwana Simba yoyote, kama wewe ni mchawi, nisikize vizuri, kama wewe ni shehe, kama wewe ni pasta, kama wewe ni mchungaji, ni muda kutumia kipaji chako kumzuia Yanga asivuke kuingia makundi. Narudia, nisikilizeni, ni muda kutumia kama mtu kipaji chake, kama wewe mchawi, tumia kipaji chako kama wee mganga tumia kipaji chako. Kama shee swali kama si pasta fanya maombi, usilale tuhakikishe <laughs> yanga tuna blok wasivuke. Kwa nini? Nisikilize, yanga wakivuka hii hatua wanapanga link. Wakishapanda ama bwana, mnawajua sasa hivi wanakwambia wanachea si cha mwenyekiti wa FIFA wakipanda leo atakwambia <laughs> na rais wa FIFA sasa hivi <laughs> atakuja kukwambia

FIFA na akaunti zao. FIFA ameposti, wewe mwandishi mkubwa. Um, FIFA ameposti salama. nimekupa kazi juzi, uliangalia FIFA ana posti, si barua? jibu swali cha si barua. No, nisikilizani mwandishi na, ni na salama tumia niwa, wasa, mi... <laughs> na kinyi wasomi, nakuuliza swali wewe, mwandishi wa Yanga na kuuliza swali, swali la hisi, swali swali msingi. Hey, ukitaka kupata habari ya yanga unaipata wapi? Pe, kwenye peji zao, kwenye app ngoja. habari ya Simba, habari ya Simba unaipata wapi? kwenye app yeah, na nini, kwenye peji habari yeah, ya FIFA unaipata wapi? Kwenye, ay, website, hacha siasa website. kwenye website. na nini na nini na peji zao yeah, uwongo kweli? FIFA wameposti, FIFA wameposti mavala yeah, ah, hakuna chochote kitu nyuma yenu yeah. FIFA ameposti, acheni jamani, uswahili bwana, kwani Mandala wanataka kutuambia eh, ata tashirikisho la soka Tanzania, mamlaka ya juu kabisa eh, ya mpira na wenyewe wanatudanganya? Hajaposti, wameposti nini? So karia ndo kapostiwa. Hata injinia muongo nabisha, hakuna <laughs> karia ndo kapostiwa, uongo uongo, hajapostiwa. Injinia, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini uongo Yeah, Yanga shatudanganye sisi <laughs> waongo, ama cheo cha FIFA wazungu wameisha mchukua injinia wewe, wazungu wameisha eh, madidi hamna watu huko uko nenii Spain. <cukua> watu nani, mjumbua amna kitu msitudanganye nani <cukua> si, hatusaidie nani, anashinda kuisaidia timu yake ivuke kwenda makundi kwa atusaidie sisi, saka saidia timu yake. Sikiliza, huu msimu hamna timu mbovu kwenye ligi yetu kama Yanga. Huu msimu narudia, mafara hii kauli, hakuna timu mbovu kama Yanga msimu huu. Yani, ukikosa pointi kwa Yanga umekosa. Yanga ndo timu mbovu yani, narudia, nisikilize nini. Ngao ile ina nuksi, ngao ina nuksi, si atuchukui. Ukichukua ngao auchukui kombe, ngao ina nuksi. Wametuzulumu kombe, wametuzulumu kombe, wamezulumu msimu wa jana kombe, amezulumu msimu huu wenye wataka tuzumu, na sasa hivi wametushindwa. Msimu huu tuna wadhamini, tuna Betway, tuna jeruti, tuna nani, mahela yapo. Utatuzumu, utaanzia wapi? Simba International Football Club Gravity football do you understand English? yes, hey we do you understand, understand. English yes, understand. Okay, Simba is the football club international, velocity ratio high pressure. Hiyo ndio Simba unajua. Hiyo Simba. Hebu swageni waandishi, kuonyesheni mpira uliopigwa leo umepigwaje? Kwanza nionyeshe kocha Yanga, lo elekeza, kaja kucheka mpaka anaondoka. <laughs> kocha wa Simba matatu? Kocha. Matatu. Hey. Matatu ana ana kipuri hapo <laughs> tozi kwa hivi. Hapo leo fresh. Hapo ngoja, mchungaji kuna kitu zao tukijue. Huyu mm, kocha wa Simba huyu. Mm. Sisi tumebadilisha mfumo. Dunia sasa hivi inavyotaka, itegemee makocha. Timu zote za Ulaya kuna manager. Nyinyi, yeah, waandishi nyinyi, wanyamjasoma nyinyi. Hapo na Yanga ndio wajua. Mavara. Yeah. Masito ana kocha na manager. <laughs> Jibu. Na mimi Mimi wewe mafala Mimi ninavyojua Yanga nao. Nao kocha anayekuja ataitwa Yanga lazima. Wewe mchungaji, simama hapo. Ah.

Like, alafu ha, umesikia nani mwindi yeah? Ujue sisi si Simba, kuna mtoto anashindwa kukielewa Simba. Walitam, walitamani sana tukodie magari kama Yanga, si tukawaambiaje? Mashabiki wa Simba, tumwambie hivi, shabiki wa Simba, usiwaze Simba itakufanyia nini, waza wee utaifanyia nini Simba, yeah. Au sio, usiwaze simba atakufanyia mm, nini? Waza wee utafanyani simba, usio kama wale wanawachumia tumbo kina yanga mm, mm, muda wote jangwani tu pale kazi wamejaa tu sisi. Tusisi mambo siatuyataki unajua, waandishi sisi Simba washabiki na wanachama, hata tukiambia kwamba nendeni bure sisi tunakataga <laughs> <laughs> sisi tunataka tutumie